Bado msikilizaji, tukiwa hapo hapo Tanzania, wakati tume ya uchaguzi wa uchunguzi wa machafuko yaliyojiri baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 nchini Tanzania na kupelekea mauaji pamoja na uharibifu wa mali ikitarajiwa kuanza kazi zake muda wowote kuanzia sasa, baada ya hapo jana kuzinduliwa rasmi na Rais Samia Suluhu Hassan, bado wengine wanahoji uwezo na mgongano wa kimaadili wa uchunguzi huo. Mohamed Khalifa amezungumza na makamu mwenyekiti wa chama kinachotawala nchini humo, CCM, Bwana Steven Wasira, na kwanza alitaka kujua Tanzania ilifikaje kwenye kina hichi cha machafuko hayo. Katika maelezo ambayo rais ametoa ametaka tume itusaidie kujua tumefikafikaje hapo. Sasa ukiniuliza mimi tena, nitakuwa nafanya kazi ya tume. Tuache tume ifanye kazi yake, ituambie tumefikafikaje hapo. Mm-hmm. Nani amehusika? Nani amefinance, kwa sababu kuna mambo mengi ndani ya, ya ghasia zile. Miongoni mwa ukosoaji wa kuundwa kwa tume hii umerudi katika hali mfano wa hii ambayo imetokezea takribani miaka ishirini na tano ishirini na nne iliyopita visiwani Zanzibar mwaka elfu mbili na moja ambako mauaji pia yalitokezea makubwa sana dhidi ya raia, na Rais Mkapa wakati huo aliunda tume ya Hashimbita na ilikosolewa hivi hivi na ukosoaji ambao ametokezea hivi sasa, kwamba ni kesi ya ngedere kumkabidhi nyani, kwamba ni wale kwa wale. Unasemaje kuhusu hili Muhammad? Ngoya nikuambie tatizo hapa ni tatizo la kuaminiana huwezi ukasema majaji wale, jaji Chande Othman au cha- jaji mkuu mstaafu Juma, wote majaji wastaafu. Katika mazingira ya nchi yoyote, hawa ni watu ambao wanakuwa trusted na jamii, walitakiwa waaminiwe na wanatakiwa waaminiwe. Lakini kama wewe huwataki, utakuwa wewe ndi unataka kuteua. Lakini katiba ya jamhuri ya muungano inampa mamlaka rais kuteua. Mzee Wasira, umetaja suala la kuaminiana. Manake kuna kupotea imani baina ya watawala na wanaowatawala wananchi, kwa maana hiyo na ndio swala likaja pale mwanzo, kwamba mmefikafikaje kiasi cha kwamba wananchi hawana imani wanani na mifumo kwa ya nchi imepoteza imani ya wananchi. mm-hmm. Ila kuna watu ambao ni viongozi wa vyama vya, vya siasa ambao na wao siamini kama wanarepresenti wana maoni ya watu wote. Hapana, wao wana ajenda zao ndio wanaotaka zile ajenda zao ndio zifuatwe. Sasa ukiwasingizia wananchi, hata mi ni kiongozi wa kisiasa mawazo yangu si lazima yao ya wananchi wote. Kwa hiyo kusema wananchi wamepoteza trust sio okay kweli, ila kuna viongozi wa chama cha siasa, tena si vyote okay. Ni chama kimoja tu ambacho kimekuwa pale, kimekataa uchaguzi, kimesema kitazuia, kikashindwa kime kuzuia uchaguzi, uchaguzi ukafanyika, kikaona ghasia ndiyo inakuwa solution. Sasa tuache tumeitwambie, itatuambia tu Ha, nani amehusika, nani amefinance? Ni kama kwamba tayari ushakuwa na majibu, Mzee Wasira, wa nini kimetokezea. Maanake unataja chama cha kisiasa ambacho kilikuwa na msimamo wa kuto kushiriki uchaguzi. Ni hicho chama kwenye mitandao ya kijamii ndio kimesema hakitambui tume, ndio maana naona ni kijibu kabla hujaniuliza E, manake pia nimesikia katika hadidu rejea ambazo Mheshimiwa rais amezitaja mojawapo ni hizo kuangalia kauli za vyama. Amezitaja mfano wa kauli hizo, pia ndio maana nikasema, pengine mashaka ambayo wanayo watu kwenye uteuzi na, na, na, na watumena a uchunguzi ni kwamba rais anateua tume ambayo tayari yeye mwenyewe anadhani kwamba ana majibu yake tayari mkononi. Marais, angekuwa um, na majibu yake, asingeteua tume, si kwa sababu ya kuhalisha majibu yake ambayo anayo. Watu ambao ni neutral, si wanachama wa chama cha siasa, wale ni watumishi waaminifu wa, wa, wa umma. Amewatuma, basi jamii ingelisubiri kwanza walete ripoti. Kama wanadhani ripoti ile haitoshelezi au imewasema watu ambao hawahusiki, hapo ndipo tutajadili. Ni makamu mwenyekiti wa chama kinachotawala huko nchini Tanzania, CCM, bwana Steven Wasira alipozungumza na mwenzetu Muhamed Khelif.